Mheshimiwa oh, yeah. Baskofu Daktari Msafiri Joseph Mbilu, Mkuu wa Dayosisi yetu ya Kaskazini Mashariki, Mheshimiwa Katibu Mkuu Mwalimu Julius Madiga, Mheshimiwa Mwakilishi wa Mkuu wa Wilaya Mheshimiwa jumbe wa mashauri kuu Mheshimiwa Mkuu wa Majimbo, viongozi wote mliopo mahali hapa. Askofu, sikutegemea kama ningesema neno, lakini tangulie kusema sasa umefika wakati wa kuaga, baada ya kupandishwa cheo, cheo ambacho utakitangaza baadaye au kama itakavyokupendeza lakini pia niseme kwa wajumbe, pengine mazingira kama haya sio rahisi kusema jambo likaeleweka sana, kwa sababu pia sikutegemewa kama ninge ningezungumza. Lakini kubwa, moyo wangu umejaa shukrani sana, moyo wangu umejaa shukrani, na ndio maana hata nakosa mpangilio wa maneno. Moyo wangu umejaa shukrani, kwanza kwa Mungu Baba mwenyezi ambaye ametulinda, ametupigania na kutupa wajibu huu kwa kipindi hiki ambacho tumeweza kutumika. Ndugu zangu, ilikuwa kazi rahisi. Wote mnafahamu hali ilivyokuwa miaka minne huko nyuma. Sasa mnaingia katika kipindi kile, ilikuwa ni kipindi kigumu sana ambacho Baba Askofu amesema kilihitaji maombi sana sana. Namshukuru Mungu ambaye amenitunza, amenipa afya na nakiri, Baba Askofu, sijawahi kulala nikakuaga kwamba nimelala, ni mgonjwa. Kila wakati imeweza kutumika, lazima nimshukuru Mungu hata kwa hili. Lakini kipekee sana na kwa upekee sana ni kushukuru wewe binafsi, Baba Askofu, kwa kuniamini. Haikuwa kazi nyepesi sana kuniamini na kunipa heshima hii kubwa ya kuweza kukusaidia katika nafasi hii Nafahamu nafasi ya dini msaidizi wa askofu sio askofu, ni msaidizi wa askofu, au sio askofu msaidizi. Kwa ni kazi ambayo inahitaji hekima ya Mungu mwenyewe kuweza kumsaidia kwa, baba askofu aliniamini na tangu nimeingia katika ofisi na mpaka ninaaga, baba askofu aje kuniambia nahitaji ufanye moja mbili tatu, huu ukawa ni mtihani mkubwa sana kwangu kufanya kazi katika matarajio yako. Na nikili mbele yako na mbele ya mkutano huu, kama kuna lichofanya pengine hakukifikia hata kiwango kile wa wasikofu ni samehe. Hayakuwa makusudio yangu, lakini kwa kweli nia yangu ilikuwa ni kutimiza wajibu huu ambao Mungu ametukabidhi. Kwao nikushukuru sana kwa heshima hii kubwa ambayo umenipa na tena umenipa hata kwa ajili ya familia yangu kuweza kutumika. Lakini washukuru utendaji wenzangu pale ofisini Shimu wa katibu katibu mkuu kwa ushirikiano mkubwa ambao umenipa na CPA Peter Singano, sisi tukiwa bodi ya wadhamini ambao tulikuwa na vikao vya mara kwa mara pale ofisini, kila wakati tumekutana kuweza kuona ni kwa namna gani tuweze kukusaidia. Nashukuru sana tumishi wa ofisi kuu ambao tumekuwa kama familia moja, kila wakati tumeonana kuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu. Nashukuru kwa majimbo ambao tulifanya kazi kama timu. Nitakosa sasa, nitakosa nitamisi rafiki, nitamisi nitamisi kampani yenu. Kwa kweli tulikuwa tukifanya kazi kwa njia ya kila namna ili kuweza kufanikisha majukumu haya. Tunaendelea kuombeana ili hata kwa wajibu huu, endapo mtachaguliwa tena basi, Mungu aendelee mashauri kuu, waliokuwa washauri wetu wa karibu, kila wakati wametushauri, na nashukuru sana lakini kwa ujumla wake ni washukuru wanadayosisi ya Kaskazini Mashariki kwa imani yenu kwetu mliotuwekea. Tulivyokuwa tukitambulishwa hiyo baskofu, tulionekana kama watu waliotoka nchi fulani, kama wageni fulani. Yaani, kila tulipofika mahali tukikaribishwa, unaweza kuona ile ukisensi, ule upendo na ukarimu wa Dayosisi hii, na kwa jinsi ambavyo mmetutunza, mmetulisha metupamba metutunza. Katika hili tunapenda kuwashukuru sana sana sana kwa moyo wenu wa upendo ambao umetubariki sana. Niombe upendo huu uwe ni utamaduni wa Dayosisi ya Kaskazini Mashariki. Hata kwa viongozi wetu wanao kuja, tuendelee kuwatunza lakini tuendelee kuwapa ushirikiano. Ndugu zangu, kwa kuwa nimeambiwa niseme, na mambo mengi ya kusema, lakini moja kubwa nilizungumzie Niwaombe sana kwa upendo mkuu tena kwa unyenyekevu kumpa ushirikiano Baba Askofu. Yeye ni mbeba maono wa dayosisi hii. Baba Askofu ana kauli mbiu, anaizungumza sio sana, lakini anasema, ndugu zangu, dayosisi hii ni moja, inafanya kazi kwa umoja na itabaki kuwa moja. Na hii naomba sana wana dayosisi tumpe ushirikiano Baba Askofu katika kutunza umoja wetu. Na pia niongezee kusema dayosisi hii ina askofu mmoja, dayosisi hii ina askofu mmoja. Mkisikia sikia wengine wanazungumza zungumza huko, waogope sana wapotoshaji. Hii lazima lizungumze mbele, tumpe ushirikiano na askofu. Tumeona mambo mengi aliyofanya katika dayosisi hii, aliweza kutukonekti na vyama mbalimbali vya misioni kule nje marafiki wengi ambao walipotea katika dayosisi hii wale Ujerumani, Sweden, Marekani na wengine lakini pia kutuunganisha na kuwa na uhusiano mzuri na serikali, uhusiano ambao ulilegalega kati ya sisi na serikali. Baba Skofu amerudisha uhusiano huo na kwa kusema hili, linathibitisha kwa sababu tulivyoanzisha Koteti, wabunge wa mkoa wa Tanga na viongozi mbalimbali ndio waliochanga wa, wa, walio hela nyingi karibu milioni sabini ili tuanze Koteti kwa hiyo tuenzi uhusiano huu, lakini pia kuhusu deni la dayosisi, tuungane kwa, kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaondoa aibu hii. Tuachane na wapotoshaji wanaosema dayosisi haidaiwi. Ndugu zangu, tuwaogope watu wa namna hii, tena ni watu wabaya, huu ni watu wa hatari, wanaosema dayosisi haidaiwi. Hii tuwaogope watu hawa, na mbaya zaidi kinyemela huko anakuja kudai. Sasa unadai nini kama dayosisi haidaiwi? Tuwaombe sana ndugu zangu, tuungane kwa umoja kumpa Baba Askofu ushirikiano katika kuyatimiza haya. Na mwisho, Baba Askofu, niahidi mbele yako, msaidizi atakayechaguliwa leo, mimi nitampa ushirikiano <clears throat> kama ambavyo tumefanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba dayosisi yetu hii inabaki kuwa imara. Nitakuwa mojawapo wa kutoa ushirikiano na nitasimama kinyume, kama ilivyokuwa kinyume na wale wapotoshaji wote. Hata nikiwa mchungaji mzee, nitabaki kuwa kinyume na mpotoshaji wa aina yoyote yule, ili dayosisi yetu iende kusonga mbele. Baada ya kusema hayo, baba askofu, kwa unyenyekevu mkubwa sana, kiu yangu kubwa jioni hii ya leo, kama sio leo, ni pale utakapotamka sasa kile cheo kipya ambacho nitakipokea cha kuitwa Dean Emeritus. Asante sana.